Karibuni sana. Kiswahili ni rahisi. Subscribe. Leo tutazungumzia kuhusu majukumu ya elimu katika hadithi fupi ya mwalimu mstaafu. Hapa tunaelezea wajibu wa elimu, yaani kazi ya elimu katika mwalimu mstaafu kwanza ni chombo cha ajira wanafunzi waliofunzwa na mwalimu mosi waliishia kuwa madaktari marubani wahandisi na waasibu pili elimu ina jukumu la kujenga uhusiano mwema baina ya wanajamii. Musi anaujenga uhusiano au mkabala mwema na wanafunzi wake. Hii ndiyo sababu anapostaafu wanafunzi wanamzawadi na hata wanakuja kwenye sherehe yake. Vilevile ina dhima ya kukuza vipaji vya wanafunzi aji ni kipawa yani, vipawa au hodari aliyopewa mtu wa kufanya jambo fulani, kwa Kiingereza talents or gifts. Wanafunzi waliimba na kucheza nzenze, mariba, vayolini, vinubi, kucheza drama na sarakasi siku ya kustaafu kwa mwalimu Mosi. Elimu huendesha utamaduni wa jamii mbalimbali. Wanafunzi waliimba nyimbo mbalimbali siku ambayo mbalimbali Mosi alistaafu. Tano ni chombo cha kuheshimu wanajamii walioutupu kwa kubaguana mwalimu Mosi aliyekuwa ameelimika Anasema watu wa matabaka yote wapewe nafasi ya kuzungumza, yaani walimu anashinikiza wasimamizi katika sherehe ya kustaafu kwake kumpa Jairo nafasi ili naye aihutubie hadhira, huonyesha kuwa alimheshimu Jairo alionyesha kuwa mtu wa tabaka la chini. Elimu ina jukumu la kuadilisha wanafunzi. Yaani Mwalimu Mosi anawafunza wanafunzi kuwa wema na waungwana kwenye jamii kama Jairo anamfunza au anampa nasaha kutoshiriki ufuska na kunywa pombe. Saba, elimu ina wajibu wa kuandaa mustakabali wa wanafunzi, that is to prepare for the future. Walihudhuria hafla ya kumwaga Mwalimu Mosi, alikuwa amechangia pakubwa katika mustakabali wao. Yaani alikuwa amewajengea maisha yao, aliwaelimisha na kuwafanya kuwa watu bora, kwani walijua paswa kusemwa kwenye sherehe ya kustaafu wake, okay. Ni kile kizuri kuhusu mwalimu wao, hivyo kutowapa nafasi watu kama Jairo ambao hawakufua dafu kuzungumza. Kumbuka kuwa walimpa nafasi tu wakati mwalimu wao alisema apewe nafasi. Shukran sana kwa kusubscribe, kwa kunisikiliza.